Hey, hey, hey, hey, hey. Karibuni wapenzi watazamaji katika mfululizo maalumu wa vipindi hivi maalum vya mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Naitwa Pascal Mayalla, karibuni mkutano mkuu maalum wa CCM. Unaendelea katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center hapa jijini Dodoma. Sasa mkutano unafanyika ndani ya ukumbi wa mkutano, lakini zaidi ya ndani ya mkutano, kuna mambo makubwa mazuri yanafanyika nje ya mkutano. Mimi mtangazaji wako Pascal Mayalla nitakuletea yale mambo makubwa mazuri yanayofanyika nje ya mkutano, kwa sababu mambo yale ya ndani ya mkutano yote yanaonyeshwa live mubashara kwenye TV mbalimbali mbali nchini karibu zote kama zote. Sasa kwa kuanzia, hapa ndio mbele ya ukumbi wenyewe wa mkutano. Mnaweza mkaona jinsi palivyo pazuri, pamependeza. Kazi na utu, tunasonga mbele. Mnaweza mkaona kazi na utu, tunasonga mbele, kazi na utu, tunasonga mbele. Na kuna mambo mazuri hapa yamekuja. E, sistemu imekuja na maroboti, maroboti kamambe kabisa ya kazi na utu, tunasonga mbele. Unavyomwona huyo roboti yaani na maana kwamba Tanzania tuna fursa nzuri ya maendeleo, tukiendeleza vijana wetu kufanya mambo makubwa kama haya. Sasa basi, katika siku hizi mbili za mkutano huu mkuu maalumu wa CCM kazi yangu mimi ni kuwatembeza maeneo mbalimbali nje ya mkutano na kuzungumza na wadau mbalimbali wa huu mkutano. Na mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi hiki cha mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Hapa niko mbele ya lango kuu la mkutano. Mnaweza mkaona mambo mazuri ya CCM yalivyo. Angalia pale kitu gani kinaendelea. Eh, mgeni rasmi mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuingia muda wowote, atapokelewa na usasa kabisa, kama mnavyoona maroboti, na kwa hapa kwa kweli ndani pamepamba moto, unaweza ukaona hapa nje palivyo na mambo ni mengi sana kwa kweli, na watu ni wengi. Tusubiri mgeni wetu rasmi aje, tutampokea. Na kila mkutano hizi baskeli nazionaga kila mkutano baskeli mpya. Hizi nazo ni mpya kabisa, kama mnavyoziona mpaka na makaratasi yake. E, kule nyuma mnaweza mkaona pikipiki kwa mbali. Ina maana sasa msafara meanza kuingia hapa ndani. Unaweza ukaona msafara kwa, kwa mbali kidogo unaingia e, msafara umeanza kuingia. Gari za msafara zimeanza kuingia. Unaweza ukaona ile gari iliyoandikwa CCM nayo inaingia, ambayo inakuaga na katibu mkuu wa CCM, alafu yanaingia yale mapikipiki yale mapikipiki yakimsindikiza mama kwa kweli hii ni picha nzuri ya kupendeza, anaingia kwa kupendeza kwelikweli kweli. Na pikipiki piki za sisi ya, za kijani mmeweza mkaona safi sana safi kabisa huyo. Hai. Hai ni maandamano ya kumpokea. Hai ni maandamano ya wa kumpokea, wa kumpokea. Wapenzi watazamaji, mambo mazuri ya CCM. Wapenzi wa tazamaji, CCM wanatisha. Haya ndiyo mambo ya CCM, haya ndiyo mambo ya nje ya mkutano. Kuna mambo mazuri sana hapa nje ya mkutano, endeleeni kushuhudia kile kipindi maalum cha mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano hapa nje ya mkutano, kwa kweli mambo ni mazuri. Mnaweza mkaona hapo nyuma yangu mambo yalivyo. Hawa ni wana CCM mashabiki wa CCM, lakini kitu kizuri sana kuhusu mkutano huu tunakutana na watu wengi, yaani karibu serikali nzima, mawaziri wote, wabunge wote, viongozi wote, lakini hata katika sekta ya habari na mwenzangu mheshimiwa Kikeke, okay. Na pofutu, mkutano, Kike, na kwa kweli umependeza. Asante sana kwa eh eh kabisa mkutano huu. Kike, nadhani mkutano una una maslahi makubwa sana uh, kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa uh, wasio wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa kwa taifa zima kutaka kujua uh, ahadi ambazo wanaziweka Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha kwenda kwenye uchaguzi Vitu e, gani ambavyo wamepania wa kufanya ili kubadilisha maisha ya, ya, ya Watanzania na wanachama cha mapinduzi. Kwa hiyo nadhani kwa umuhimu wake ni muhimu sana kujua na kuzisikia ahadi hizi na, na, na, na, na, na kuona e, utekelezaji wake ukianza. Kwa hiyo nadhani watu waliofanikiwa kuja hapa tunaona, watu wengi umesema, watu wazito wengi sana wako hapa, lakini e, kuna watu wengine wengi sana ambao wanafuatilia mkutano huu nje ya Dodoma na pingine hata nje ya mipaka ya nchi. Labda tukija kwa kwako Kikeke, wewe ulikuwa Tanzania ukaenda kuhudumu kule BBC na umerudi sasa hivi kwenyele, ukiangalia mjia yetu tunavyokaza. Mimi nakumbuka, wapenzi watazamaji, kuna wakati tulikuwa tuna uchaguzi Tanzania kule, uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi kwa mwaka 95 BBC London alikuja TV ilitukava vizuri zaidi kuliko TV zetu hapa nyumbani. Sasa wewe ni kijana wa BBC London l na unavyoangalia, utaendelea kufanya kazi nzuri kama ilikuwa nafanya BBC, ama ukija ndani hapa kuna makabari kidogo. Nadhani ukiwa una, unajiamini uh, kwa kile ambacho unakifanya Uh, utaweza kufanikisha uh, kila unachotaka kukifanya kwa sababu cha muhimu ni kwamba uh, unazingatia tu misingi ya uandishi wa habari, kitu gani ambacho kinatakiwa kufanywa, na, na kufanya kazi kwa weledi. Unajua mara nyingi sana tuna uh, Tanzania tuna waandishi wengi tuna feli kwa sababu ya kutofuata maadili, kutofuata misingi ile ya uandishi wa habari, na ndio maana watu wanakuwa unasema kupiga kabali, lakini kabali inakuja baada ya kuruhusu ile kabali ipigwe sasa. Unapigwa kabali kwa sababu kuna vitu ambavyo hujavikamilisha kwenye utekelezaji wa majukumu yako, lakini ki, ukihakikisha kwamba kila unachokifanya kinafanywa uh, kama inavyotakiwa hakuna hata nafasi ya kupigwa kabali. Kwa hiyo uh, mimi nimerudi Tanzania, Crown, tutaendelea, tunafanya hivyo na tutaendelea kufanya kazi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa weledi na nitafurahi sana uh, mara ya mwisho sijawahi kufanya uchaguzi Tanzania, au uh, uchaguzi wa 95 nilikuwa bado niko Tanzania 2 uh, yeah. Lakini baada ya hapo sikuwepo kwa, kwa chaguzi nne karibu au tano kwa uh, hiyo nadhani uh, nafurahi kwamba uh, niko nyumbani uh, na tutajaribu kile tunachokifanya na tuelekeze pia uh, vijana wadogo kuonyesha kwamba kitu gani vinatakiwa kufanywa hasa wakati wa uchaguzi. Unajua, watu wanasahau sana kipindi hiki kuna kuna, unaweza vitu vingine ukavifanya nje ya mwaka wa uchaguzi, lakini wakati wa uchaguzi inabidi uwe uh, makini sana, jinsi gani ya kufanya vile vitu, hasa inapokuja kwenye uh, ulinganifu wa kutoa nafasi kwa ama ni wagombea au vyama ambavyo vinashindana na, na, na labda la mwisho kwenye huku tunakoelekea kwenye uchaguzi, unahisi kwamba, watazamaji, mimi bahati nzuri nime nilihudhuria nili, nili uchaguzi wa Marekani wa juzi uliomrudisha mm, Trump. Vyombo vya habari vya Marekani na Ulaya vinafanya endorse unadhani imefika mahali na sisi vyombo vyetu vianze endorsement? Inawezekana kabisa. Mimi sijui uoga unatokea wapi? na, na hapo ndio, ndio uh, tunapojiona kwamba pengine tunakuwa tuna sita sita na tunaona vyombo vya habari tunao watangazaji wanachukua, wanachukua mrengo, lakini haina maana kwamba uh, maadili ya uandishi wa habari yanakaa pembeni tunaona vyombo vya habari vilivyomwendoza Trump, tunaona vyombo vya habari vilivyomwendoza uh, nani mama uh, Kamala Harris, lakini haina maana uandishi wa habari umeishia pale. Inapokuja kweli uh, uh, kwenye swala la uandishi wa habari uh, kama mwandishi wa habari ambao umebobea, unajua kabisa unaweza kuuchora mstari na no kusema, hapa mimi uh, nazungumza kama mwanachama na hapa nazungumza kama Uh, uh, kama mwandishi wa habari hiyo, sisi tofauti inatusumbua sana, inatusumbua sana. Na mimi ambacho kinani kinanisumbua ni kwamba kuna vyombo vya habari ambavyo tunajua kabisa vinaegemea wapi, lakini kwa sababu havijasema, unajua, wanasimama wanasema bana, sisi tuko fair, lakini kikwelikweli tunajua kinaegemea upande gani. Kwa hiyo ni afadhali utoke useme, jamani, mimi nimeegemea huku, lakini uh, uh, uandishi wangu pale pale na la mwisho dogo kabisa, nilikuwa namwangalia Tido wakati ule akiwa BBC alikuja, nikawa naziangalia interview za Tido BBC akiongea na viongozi wa Afrika, alafu nikamwangalia Tido baada ya kurudi akiwa TBC yeah, nikawa naziangalia zile interview za Tido akiongea na viongozi mm, wetu nikanausu kuna change kidogo ya tone, yes, yani akiwa BBC anaongea authority fulani na yule kiongozi anakuwa atpa, alafu mkisharudi nyumbani mnakuwa kama mnajinyekea kidogo, yule kiongozi anakuwa sasa ni boss na iko kimazingira. Hapana, hapana, sidhani hata kama Tido anafanya uh, uh, sikumbuki Tido akifanya hivyo uh, lakini ninachosema ni kwamba unajua, uh, pia ni mtazamo na kuna kitu kingine, kuna, kuna masuala mengi sasa pale, kuna uzalendo na heshima uh, ya, ya, ya, ya kurudi nyumbani, lakini Uh, mimi mpaka sasa hivi hata nikifanya interview na nani anafahamu kabisa kwamba tunazungumza tukiwa katika, uh, katika kiwango fulani, unajua haijalishi kitu chochote, na ndio maana mara mara, mara kadhaa huwa naomba interview na watu wanaogopa kunia, lakini si kwamba sio kwamba unajua, mtu interview sio kwamba unaenda kumsakama mtu hauendi kumsakama mtu yeyote. Kuna kitu kinaitwa accountability, unaenda tu kusema bana, uh, ulisema hivi, mbona hakijafanyika? Na mtu huyo anatakiwa awe ametayarishwa kuwa tayari kuweza kusema hiki hakijafanyika kwa sababu kadha wa kadha, lakini siseme bana, usiniulize hivyo au unajua. Kwa hiyo nadhani uh, tunaelekea huko, tunaelekea huko na Eh, si, kwangu mimi sioni kama tofauti yoyote nilipokuwa Uingereza na nimekuja Tanzania nikikutana na na viongozi, nikutana na watu wengine wote eh, toni yangu inabaki pale pale lakini kitu kinachokuja ni nini, unajua Pasco? hmm. Kuna mtazamo mimi wakati tuko na Marem Charles, tunatangaza mpira wa Uingereza, ilikuwa ni hivyo hivyo eh, Charles alikuwa anapenda sana Arsenal lakini hakuwahi kutangaza. Lakini siko alipokuja kusema ndio kila mtu anasema ah, basi ndio maana wakati ule ninadhani nilikuwa nahisi kama ulikuwa unaipendelea Arsenal, lakini kiukweli kabisa jinsi tulivyokuwa trained, hata kama timu yako inafungwa hutakiwi sauti yako ishuke au ipandishe zaidi. Unabaki kwenye levo ile ile ya excitement ili mtu asi, eh, asiweze kujua kwamba umegepa pare gani. Na hilo ni jambo la kufanyia mazoezi. Watu wanafikiri uh, uh, haliwezekani, ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Asante, okay. Na mimi nashukuru jamani, mimi niliwahi kukaribishwa kwenye kasila Ikikwete, na naomba sasa kupitia kipindi hiki ambacho kinaonekana kupitia channel ten, wale viongozi nikiitwa na kwa mahala, msiogope, siku hizi siulizi tena, huyu ndio alitupeleka nkitu kinaitwa kiti moto. Na mneki mwingine atajitambulisha jina no. lake kwa <Okay>. kifupi <inaudible> Ma, kwa majina naitwa Asia Ali Khamis, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa ninayetokana na kundi la kina mama kwa upande wa Zanzibar. Mkutano um, wetu mkuu leo huu maalum ni kwa ajili ya kuja kusomwa utekelezaji wa ilani ya chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar na pia kwa upande wa Tanzania bara. Na nyinyi wenyewe kama waandishi wa habari, nafikiri mmejionea, imeshasomwa tayari taarifa kwa upande wa Zanzibar, mambo yalaonekana, mmeyaona vitu vizito Daktari Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko makubwa kwenye sekta zote za, za serikali yake. Ukija kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya uchumi, uchumi wa bluu, uwezeshaji, amekaba kila kona. Amefanya mambo makubwa na dunia yote imeona, Watanzania wameona, Wazanzibari wanaomeona. Tunarudi ndani, tumetoka kwa ajili ya mapumziko, tunarudi ndani kwenda kusomea utekelezaji wa ilani ya serikali ya Tanzania kwa upande wa Tanzania bara. Ni waahidi tu Tanzania. Utekelezaji wa ilani huu ndio utatufanya sisi Chama cha Mapinduzi tupate ushindi wa kidedea, kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi wamefanya mambo makubwa na kila mtu ameyaona na Chama cha Mapinduzi. Ndio maana ukaona hata leo asubuhi tumeonyeshwa namna gani wananchi na wanachama wanaongezeka kuomba kuomba kuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi na kupatiwa kadi za elektroniki. Hii yote ni kwa sababu ya kuwa na imani kubwa na chama cha mapinduzi kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo ni waahidi sana, na kesho tutakwenda kusoma ilani yetu mpya ya chama cha mapinduzi. Ni waahidi wa Tanzania wakae mkawa kula ilani yetu mpya, imesheheni vitu vingi vikubwa na vya msingi, na imetilia mkazo na imechukulia mambo mengi ya msingi kuwapa uzito, ili kusudi wananchi wa Kitanzania wafunguke, watokane na umaskini na tunyanyuke kwa pamoja. Tunaendelea na kile kipindi chetu Mkutano mkuu maalum wa CCM, tukiwa nje ya mkutano na niendelea kuzungumza na wadau nje ya mkutano, na hapa nina waziri Jerry Slaa, mmoja wa vijana imara ndani ya serikali ya awamu ya sita, ambaye ameiheshimisha kila mahali unapomweka silaha anafiti. Labda tuanzie hapo, e, Slaa e, tunakuja kujadili ilani mpya, tekelezaji ilani uliopita ukoje kwa upande wako kwa kifupi? Yale maeneo ambayo ulikabidhiwa? Kwa maeneo ambayo nimekabidhiwa, utaona wazi kwamba kazi kubwa imefanyika kwenye wizara ya mawasiliano. Tukiingia habari, maelekezo ya Mheshimiwa Rais na ile mipango ambayo tumekubaliana kwenye ilani ya mwaka 2025, kubwa kuhakikisha Watanzania wengi zaidi wanaunganishwa na mawasiliano. Mawasiliano kwa sura gani? Kuna mobile broadband kwa maana ya mtandao wa simu, kuna minara mitatu na nane, ule mradi wa digital Tanzania project ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe ndo aliozindua tarehe 12 mwezi Mei mwaka juzi wanafanya kazi ya kupandisha hadhi minara 338 toka hadhi ya 2G kuna 3G mpaka 4G. 2G ni ule mtandao ambao wanh wanapata simu za kawaida na SMS. 3G na 4G wana uwezo kupata internet. Dio maana utaona watumiaji wa mtandao wa internet nchini in wameongezeka aikiwa Tanzania milioni 9, lakini kuna kazi ujenzi wa minara 758 nakwenda vizuri, mikataba imekwisha tarehe kumi na tatu ya mwezi Mei na kazi imeenda vizuri sana, na minara yote hii inajengwa kwenye maeneo ambayo anaitwa underserved. Underserved ni maeneo ambayo mfanyabiashara makampuni haya sim ya simu hawezi kwenda kwa sababu hayana biashara ya kutosha, lakini mkongo wa taifa wa mawasiliano kwa maana ya optic fiber national internet backbone umejengwa shafika wa wilaya 109, na mkakati wa kuunganisha wilaya nyingine 30 unaendelea, lakini na kufanya last mile connection kwa maana ya kuunganishia wateja wenye fiber to home ama fiber to office endelea kufanyika. Lakini kwenye sekta ya vijana wanao unda kampuni changa kwa maana ya startups ama vijana wa ubunifu aenyewe serikali imefanya mambo makubwa. Ziko incubation hubs zinajengwa nane kwenye maeneo yote makubwa ya nchi yetu Mwanza, Dar es Salaam, Mbeya, Tanga, Dodoma, uh, Lindi na Zanzibar kwa ajili ya kusaidia vijana hawa ambao ndio eneo ambalo linaajiri Gen Z wengi zaidi wajirisha masuala ya tehama kwa Dr. Samia miaka hii minne na miezi mitatu amefanya kazi kubwa, na ndio haya tunatumia tuyaone kwenye ilani mpya, yale ambayo tunakufanya zaidi ya haya leo. Na yote yanayosemwa hapa hapa yanasemwa, maneno vitendo viko mtaani. Maeneo ambayo mtu hakupata mtandao wa simu, leo anapata mtandao wa simu. Maeneo ambayo hakupata mtandao wa simu, leo anapata simu na internet. Maeneo ambayo anapata simu peke yake, leo anapata internet na imeongeza Ui wigo wa Tanzania ambao kwenye mitandao inawasaidia kuweza kuwasiliana, inasaidia biashara ya mtandao, inasaidia habari, inasaidia elimu. Leo mtaala mpya umezinduliwa, vitabu viko kwenye website ya Tanzania Education Authority. Leo kuna walimu maeneo mengi ya nchi hii wanapata mtandao, wanaweza kudownload vitabu vile. Kwa kazi kubwa sana kfas imefanyika, na ndio maana tunapokwenda kwenye uchaguzi wa Oktoba 2025 pamoja na kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa sio tu Tanzania bali Afrika nzima ni chama cha mfano duniani kwa sababu so, ni chama ambacho kina, kina historia kubwa toka TANU na ASP, lakini chama ambacho kilishiriki ukombozi wa nchi nyingi barani Afrika na ni chama ambacho kilikuwa kishiriki kwenye stabilization ya siasa na chumi za nchi nyingi. Lakini vile vile mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha kwa vitendo nia yake, nguvu yake, uhodari wake na ile commitment ya kuwatumikia Watanzania Haya aliyoyafanya madarasa, vituo vya afya, barabara, madaraja, miradi mikubwa aa, Nyerere trilioni 6.6. Ukisafiri nje ya nchi unakutana mtu anakuambia eti Tanzania mmejenga hydroelectric dam kwa pesa za ndani trilioni 6, ni almost bilioni 2.5 dola. Ni mradi mkubwa ambao duniani huko na nchi nyingine za Afrika haufanyiki bila waisani ama bila mkopo. Kwa haya aliyoyafanya, sifa zake, chama hiki, uchaguzi wa Oktoba 2025 naenda kutoa matokeo ya hiki ambacho kimefanyika kwa miaka minne na miezi mitatu, na ndio maana taasisi wa Uponga tunasema hakuna ambacho sisi tunamdai Mheshimiwa Rais, right? Yeye yeah, anatudai kwa sababu hata zilikuwa zina vituo za afya, leo zina vituo vya afya sekondari zilizokuwa zina madarasa leo zina madarasa yana tiles yana aluminium yana feni na madawati. Miradi ya maji si uponga, tushasahau mambo ya maji ya DAWASA leo kuna mradi mkubwa kule Bangulo, bilioni 36 zimetumika, leo maji yameanza kushuka eni kata jimbo la Ukonga, mradi wa Kisarawe Kibamba Kisarawe

kila anapowekwa anaacha alama, anafanya makubwa. Wakati umewekwa kwenye ardhi ulifanya mambo makubwa, yani watu, yani mpaka ikawa sasa unategemewa, halafu wakukaa muda mrefu sana, ukaondolewa watu kataka kulia. Unajua, kuna kutaka kumwambia bwana mama, utatuondoleaje huyu hapa, na wakati ameanza kunyoosha. Ukaletwa kwenye habari kidogo, ukaanza kutunyooshia kidogo, kufunga kufungua kwenye, kwenye hi, hi, hi, hizi taratibu zenu za kindani za chama. Kuna wakati ninafanya kitu kinaitwa eh, mid-term review, kwamba mimi nikiwekwa mali fulani napiti zaidi, basi ubaki hapo hapo uendelee. Pasco, Pasco unaja kwenda mbali wizara wa Tanzania. Katiba yetu ibara ya nane huwa wanachukua mamlaka yote ya serikali wanampa mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais ndio waziri wa wizara zote. Afi, yeye anakasimia baadhi ya watu hizo dhamana weza kufanya kazi anawapa maelekezo anawapa ilani watekeleze, yaani tunayafanya kwa niaba yake kutokana na maelekezo yake. Yeye mwenyewe ndio mwenye ufahamu na kuona nani ampange wapi katika kumsaidia yeye kazi so, kazi zote hizo Watanzania wamempa yeye na yeye kwa ridhaa yake anakasimia baadhi ya watu waweze kumsaidia, na yote yanayofanyika pale yanafanyika kwa niaba yake siku zote, na kazi zote tunazozifanya na maelekezo ya mheshimiwa rais kana uwezeshaji aliowezesha na mazingira aliyotengeneza na watendaji kuwa kusaidia chote tunachofanyika ardhi kinafanyika mawasiliano na wizara nyingine yote mto wake hapa, chini ya usimamizi wa mheshimiwa waziri mkuu, kazi mbazo mheshimiwa rais aidi Tanzania atazifanya. Asante basi. Jamani, sisi watu wa media, yani muhimili wa nne, tue tunafanya kitu kinaitwa performance appraisal ya hawa viongozi wetu, yani kwa kuna prize ya kuangalia wizara hii wakati yuko jeri fulani ulifanya hiki na hiki na hiki , sasa hivi yuko fulani amefanya hiki na hiki iki iki. Ili ikifikia mahali the best one waendelee kupewa zile sehemu ambazo watapiga a very big asante sana, fanya kazi sana. Wapenzi watazamaji, tunaendelea na kipindi hiki maalum cha mkutano mkuu maalum wa CCM tukiwa nje ya mkutano huyu mnaomuona mbele yetu anaitwa Bwana Masanja Kadogosa. Bwana Masanja Kadogosa ni mmoja wa Tanzania ambao amejenga sifa na heshima ya pekee ya taifa hili kupitia ule mradi wa SGR ambao ni mradi ukombozi namba moja kwa Watanzania. Mheshimiwa Kadogosa, kuna kitu ambacho unaweza kuwa ukijua mimi na kijua sisi, tukiwa tunapewa kazi Ndio. tunapewa padiem za kuja Dodoma na kulala. Kawatu wakipewa kazi yote ya siku moja Dodoma unapewa padiem ya siku kwamba utakwenda utalala, alafu kesho yake uta utaratibu wa SGR ndio, unaondoka asubuhi ndio, unafanya kazi ya watu unarudi na SGR ya jioni i nause <laughs> Hongera sana jamani, SGR ni mkombozi wa usafiri wa ndani ndio. La, labda tuanze ndio, kwa sababu ni moja ilani za CCM na nakuona kwenye kao cha CCM maendeleo ya SGR kwanza yako ya maendeleo ya sijara tunaendelea vizuri e, kwa maana ya tumeanza uendeshaji sasa, mwezi wa sita tutakuwa tunatimiza mwaka mmoja. Tulianza ile yule, uendeshaji wa awali tarehe kumi e, na nne mwezi wa sita mwaka jana, ambao tulikuwa na treni ya kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro. Baadaye tarehe 25 mwezi wa saba tukaanza treni ya kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma na Mheshimiwa Rais akaja kutufungulia rasmi tarehe moja mwezi wa nane. Kwa hiyo kwa, kwa maana ya kwamba uendeshaji wao mpaka sasa hivi tunaelekea sasa mwaka mmoja mwezi unaokuja. Kwa tunaenda vizuri, paka sasa tumesha tumesha safisha takriban watu milioni mbili na laki tano plus e, tuelekea milioni mbili laki sita e, katika hali ya kawaida, kwa maana ukilinganisha na leli tulivyokuwa mwanzo au tangia Wajerumani waanze, tulikuwa tujawahi kufikisha watu milioni moja kusafisha katika leli zetu zote hizi, lakini hata kwa leli yetu ya sasa hivi Tazara na, na na, na MGR kwa maana ya Central Corridor tulikuwa tunajaribu kufikisha watu half a milioni yaani nusu milioni, lakini sasa unazungumza zaidi ya watu milioni mbili laki tano, na hiki ni kipande cha kutoka Dar es Salaam tukuja Dodoma. Tunategemea kama tukisha kufungua kwenda kwenda Mwanza kwenda Kigoma mambo yatabadilika, na hii transformation ni kubwa sana, bwana Mayara. Unajua tunapozungumza watu milioni mbili laki tano unaweza ukaona pengine haina, haina uzito. Jaribu kufikiria hivi kati ya Dar es Salaam, Dodoma na, Moro, na Morogoro tuna save average ya masaa kama masaa saba ambayo unayopoteza kwa ajili ya kusafiri njiani. Ukichukua watu milioni 2.5 ukazidisha mara saba, unazungumzia takriban zaidi ya ya, masaa milioni 15. Hayo masaa milioni 15 yanaenda kwenye uzalishaji, yani watu wamekaa ofisini wanafanya kazi na sio tena kwamba yanapotezwa njiani aidha kwenye mabasi au kwenye magari. Sasa kwa mwaka mmoja unaweza kaangalia, kwa miaka kumi impact yake itakuwa vipi Yani, quality tu ya life ya watu, masaa ambayo unaongeza kwa ajili ya kufanya kazi, kwa sababu masaa yanaenda kwenye uchumi. Lakini hivi karibuni tunaanza mzigo na impact yake itakuwa hivyo hivyo, kwa badala ya kuona magari yanaenda mpaka eh, Dar es Salaam kuchukua mzigo, magari yataanzia hapa Ihumwa, yatachukua mzigo, yataendelea kwenda kwenda labda eh, Rwanda, Burundi, DRC. Kwa hiyo koy, impact yake ni kubwa, hata katika udogo ambao tumeiona sasa hivi lakini Najaribu kuimagine tutakapokuwa tumefika Kigoma, tumefika Mwanza, tumefika Msongati, e, itakuwa ni hatari. Na hiyo uikuuze kwa, kwa kwa miaka kumi inayokuja. Yes. Asante sana wapenzi <laughs> watazamaji. yeah. kwa aliyosema Mheshimiwa Kadogosa. yeah. hata kama umewahi kupanda SGR. Ndio. na ikakusaidia. Ndio. Yaani na maana kwa namna moja ama nyingine, yeah. system imefanya kazi nzuri. Sisi tumefanya kazi nzuri sana Yes. Na kwa pe, pengine kwa sababu niuliza katika tuko kwenye mkutano maalum wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ni kwamba Mheshimiwa Rais wakati anaingia alichukua ile ilani ya Chama cha Mapinduzi, katika mlo ukisoma, kuna mambo mawili kwenye, kwenye, kwenye sekta ya reli. La kwanza atamalizia vikuta, kwa vipande alivyovikuta, kwa maana ya awamu ya tano iliacha vipande viwili ambavyo vinaendelea kwenye ujenzi, kipande cha Dar es Salaam, Morogoro, Morogoro Makutupora. Kwa hiyo amemalizia, ndio maana tumeanza tumeanza uendeshaji, lakini ataendeleza vingine kwa maana ya Makutupora Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza, then Tabora Kigoma, alafu Vinza Msongati, ambao vyote navyozungumza sasa hivi kuna wakandarasi tayari. Kwa hiyo kama ni utekelezaji wa ilani kwa maana ya kupima kwa namba, ningeruhusiwa kusema mia moja na kumi ningesema, yaani mia moja na kumi imezidi kile ambacho kimeahidiwa kwenye ilani ya chama cha Mapinduzi kwenye sekta yetu ndogo ya leo. Kwa hiyo, wapenzi watazamaji na Watanzania kwa jumla, kwa vile mwezi Oktoba tunakwenda kwenye uchaguzi, na uchaguzi una vyama vingi. Kuna chama kimetenda na vitu vinaonekana, na kuna vyama vinakuja kuomba ridhaa kwa ahadi kwamba vitakubaliwa, vitatenda. Uamuzi wa Tanzania, wamchague nani kati ya aliyetenda vikaonekana na anayeahidi yatatenda na bado yatatenda, wa uamuzi ni wetu. Tunaendelea na kipindi hiki like maalum cha mkutano maalum, wapenzi watazamaji E, mnaweza mkaona e, msafara sasa una unatoka. E, hii ndio hii ndio jeuri ya sisiem. Naweza ukaona mambo yalivyo e, kwa kweli mambo panapendeza hapa ndani pendeza kabisa hapa ndani. Hizo hizo gari mbili hapo ni limousine moja, ndiyo gari ya mwenyekiti wa sisiem taifa, Dokta Samia Suluhu Hassan na kufikia hapa, tumefikia mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Kwa niaba ya Chief Cameraman Producer e, na edita Emmanuel Mwingira, msaidizi wangu maalum Nelly Matei, naitwa Pascal Mayalla asanteni. Vina uhuru sasa vyombo vya habari, zote kesi za uonevu kafuti ya habari, kapunguza faini za bodaboda, sasa mambo shwari. Tanzania ya Mama Samia inang'ara.